Unapowekeza maisha kwa ajili ya wengine, kumbuka kuwekeza na maisha yako baadaye. Nguvu za miaka 35 sio nguvu za miaka 60. Nguvu za miaka 40 sio nguvu za miaka sabini. Linda miaka yako sabini inayokuja ukiwa na miaka 35, linda miaka yako 60 inayokuja kwa kuwekeza. Duniani kote masikini hana heshima na haheshimiwi. Umewahi kuona wapi masikini anaheshimiwa? Nani humu ndani amewahi kumwona masikini anaheshimiwa? Nani amewahi kuona maskini anasikilizwa kwa umakini? Yani hata kama ni mimi maskini akija, ukiwa bize, ili usimkatisha tamaa, atakuwa anakuongeresha nasema mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Kumbe usikilizi chochote, yeye anaendelea kuongea mm -hmm, mm -hmm. Ili amalize uondoke, lakini kama ni tajiri utapea attention, asemaje boss Jambo gani liko mjini, jipya? Mchombo gani umetokea?